Habari ya jioni watazamaji wangu wa BM Daily Politics, ni matumaini yangu mmekuwa na siku njema. Alipo popote mnaendelea kunitazama, karibuni ili niendelee kuwaelimisha na kuwafahamisha habari ambazo zinaendelea kutendeka hapa Afrika Mashariki. Na watazamaji, habari ambazo tunazipata kutoka kule nchini Tanzania ni kwamba serikali ya nchi Tanzania inazidi kukaza sheria na inazidi kuwawinda wote ambao walihusika kuchochea ghasia na fujo za baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2025 kule nchini Tanzania. Wale wanaharakati kutoka kule nchini Tanzania, rusamaji wangu, ambao walionekana ku kuwa mstari wa mbele kuongoza maandamano dhidi ya serikali ya Samia Suluhu, sasa hivi wameanza kutafutwa na serikali ya Mama Samia Suluhu na hata kuna huyu mmoja wa viongozi kutoka kule nchini Tanzania ambaye amezungumza hadharani na kusema ya kwamba watahakikisha kwamba wamemkamata mmoja ya hao harakati ambaye mmoja ya hao wanaharakati ambaye anaishi kule United States of America, lazima tuje na solutions za kisheria. Haiwezekani mtu mmoja amekaa nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania dada tu, hata ukimwangalia pia, rahisi yake anawaambia watu wakafanya hivyo na wanaenda kufanya kweli, alafu imetokea anaanza kutamba, anasema bado nitakuja kivingine, lazima tumkamate. Mimi nakwambia DPP huyu lazima tumkamate tuangalie kama tuna extradition agreement with the United States, tuangalie tu, tutafikiri tu, lakini hawezi yule kututambia kwa kiwango hicho. Yani ana admit kwamba hicho yeye ameinjinia kukifanya na bado atafanya zaidi. Sa, sasa sisi namwachaje? Mange Kimambi, watazamaji wangu, ni mmoja ya wale wanaharakati kutoka kule nchini Tanzania ambaye anaishi ugaibuni lakini alikuwa sako kwa bako kwa yale maandamano ambayo alikuwa inaendelea kule nchini Tanzania. Alikuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba nchi ya Tanzania inajikomboa kutokana na ukoloni mamboleo, inajikomboa iweze kupata haki, iweze kupata demokrasia, na ipate katiba mpya ambayo itawaruhusu wananchi wachague viongozi ambao wanawataka, lakini sasa watazamaji, mambo yameanza kuharibika. Kabla ziendelee kufahamisha zaidi mtazamaji wangu kuhusiana na hizi habari za Mange Kimambi, mmoja ya wanaharakati kutoka kule nchini Tanzania, ambaye anasema ya kwamba maisha yake yamo hatarini, kwa sababu huenda akakamatwa na serikali ya Tanzania kwa vile ambavyo yeye amekuwa mstari wa mbele kuchochea yale maandamano ambayo yamekuwa kifanyika dhidi ya serikali ya Mama Samia Suluhu na kuomba ujiunge nami hapa BMD Report, mtazamaji wangu, kwa kusubscribe na pia uweze kulike video na pia uweze kulike kushare na comment posa ujumbe ama hizi habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Na watazamaji, huku hali ya wasiwasi, huzuni, wasi na kilio ikiendelea kutanda kule nchini Tanzania, kuna familia ambazo tayari zimeanza kuwapumzisha wapendwa wao. Na unajua watazamaji wangu, kitu kimoja napenda na hawa Watanzania ni kwamba wako pamoja sana, wako na umoja, kwa sababu hata wakati wanapitia hiki kipindi kigumu, wakati wanapitia haya masaibu yote, baada ya mauaji ya kiolela, mauaji ya kinyama ambayo yalifanyiwa watoto wao wako pamoja wanajitokeza kwenye mazishi, na siku ya leo watazamaji wangu na jana, aa, kuna mazishi ambayo yamekuwa yakifanyika kule nchini Tanzania, na unaona vijana wajenzi wanazidi kujitokeza, wanaandamana kule kwenye mazishi, ingawaje ni maandamano ya amani, lakini aa, wana ashiria ya kwamba hawakufurahishwa na vitendo ambavyo vilifanywa kwa wenzao. Hawafurahii kabisa na serikali ya Mama Samia Suluhu kwa vile ambavyo ndio inashukiwa kwamba ilihusika kwa ili njia moja ama nyingine kwenye haya mauaji ambayo yalitokea kwenye ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2025. Hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi kule nchini Tanzania. Bado kuna familia ambazo zinazidi kuwatafuta wapendwa wao a, wengine waliuawa wako kule mochari, wengine hawako So, unaona utazamaji wangu, nimekuelezea kwamba kuna hali ya hofu, wasiwasi, huzuni na kilio kwenye baadhi ya familia kule nchini Tanzania, huku juhudi zao za kutafuta wapendwa wao zikizidi kugonga mwamba. Sasa watazamaji wangu, tukirudi kwenye hao wanaharakati ambao walikuwa wanachochea ama walikuwa mstari wa mbele kuongoza maandamano dhidi ya serikali ya Mama Samia Suluhu na kupinga uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano nimekuelezea kuhusiana na huyu mwanaharakati uh, ambaye anajulikana kama Mange Kimambi, ni mmoja wa wanaharakati kutoka kule nchini Tanzania, lakini amekuwa akiishi kule ugaibuni Amerika, ambako ndio amekuwa akifanya shughuli zake za kikazi. Uh, kuna ujumbe watazamaji wangu nataka niwawekee kutoka kwa Mambe Kimambi akizungumzia kuhusiana na vile ambavyo A yeye maisha yake amekuwa hatarini na vile ambavyo watazidi a kupigania, wako tayari kukufa, wako tayari kwa lolote ambalo litawakumba, lakini wahakikisha kwamba wataendelea kutafuta haki, wataendelea kupigania katiba mpya ipatikane kule nchini Tanzania na pia vilevile vile, demokrasia iweze kupatikana kule nchini Tanzania. Amesema kwamba watazamaji wangu, kama a, wale ambao walianzisha uhuru wa nchi ya Tanzania wangekuwa waoga, leo hii basi wangekuwa bado wanatawaliwa na mkoloni. Lakini kuna wale ambao walijitokea kwa kukufa au kuishi wakamfurusha mkoloni, na ndiposa nchi ya Tanzania ikapata kuwa huru na mpaka siku ya leo haitawaliwi na mkoloni. Lakini Mwafrika ambaye yuko pale inaonekana ameingiwa na ukoloni mambo leo. Hebu sikiza ujumbe kutoka kwa Mange, kwa Mange Kimambi mtazamaji wangu akizungumzia kuhusiana na hayo maandamano, vile ambavyo yalifanyika na wataendelea kupigana vipi ili kuhakikisha kwamba nchi ya Tanzania imejikomboa kutokana na minyororo ya ukoloni mambo leo. Kabla ziaeke ujumbe, watazamaji wangu nakukumbusha ujunge nami hapa BM Politics kwa kusubscribe. pia uweze kulike, share na comment. Posa ujumbe ami za habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi, na of course matokeo yaliyotokea um, toka hiishu tokee watanzania wengi yuna wananifata wananiambia, dada usituache, dada usituache. Eh, ulisema utarudi kwenye umbea. Dada usirudi hivo hivo, dada tutakusapoti hivo hivo, lakini usirudi huko. Mwona nifanye hii video niwatoe ni wasiwasi. Ndugu zangu, niwatoe wasiwasi, siendi popote mimi. Haya ndo maisha yangu sasa, ndo basi, haya ndo maisha yangu nitafanya hii kazi nitasimama Mta, na nyie mpaka Tanzania iwe liberated. Nitasimama na nyie mpaka tupate uhuru. Naomba msinitilie mimi mashaka kwama mimi naweza nikawageuka leo au kesho. Mimi sio hao, ndugu zangu, mimi siwezi kuwageuka. Mimi niko na nyie, ndugu zangu, kama that means nitakufa uh, maskini kama that means whatever, yani mimi niko na nyie mpaka either Tanzania iwe liberated au wanitumie hao watu ao waniue, that's the only way tutaachana. Mi sasa hivi ndio ni kwenye umbea, naambia nini wa watoto, damu za watoto zopotea, how do I just move on from this? Nika, nika dada yenu wa taifa iko na nyie, dada yenu wa taifa iko na nyie, we gonna see this through together. Mungu atatuguide mpaka mwisho. Lakini nachotaka kusema ni kwamba do not give up, hakuna kugive up. Lazima tuipiganie nchi yetu mpaka tuipate. Kama that means watatuua wote milioni sitini, so be it, whatever it takes, hatuachi hiyo nchi wala haturudi nyuma. So what's the way forward? Mtazamaji Ambo... Huo ni ujumbe kutoka kwa Mange Kimambi ambaye amekuwa akiungana na Watanzania wengine na vijana wa Gen Z kutoka nchi jirani ya Tanzania waendelee kupigania haki zao, ingawaje yeye hakufika pale ground kwenye hayo matukio ama kwenye hayo maandamano na ghasia na fujo ambazo ziliweza kushuhudiwa baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 lakini alikuwa anawatia moyo Watanzania wenzake waendelee kupigania haki zao, alikuwa anawaambia, muda ndio huu lakini juhudi zao hazii kufaulu, lakini kuna siku nyingine ambayo huenda wataipanga, uh, wadai haki zao, waamue kutafuta demokrasia kwa njia nyingine so, tofauti hata kama sio kupitia kwenye maandamano na kwa mimi hapa watazamaji, lakini uh, sijui maoni yenu ni gani kuhusiana na hizi amri ama hizi habari ambazo zinasema ya kwamba Mange Kimambi huenda akakamatwa kwa vile ambavyo amekuwa akiongoza aki, uh, maandamano dhidi ya serikali ya Mama Samia Suluhu. Niachia maoni yako hapo kwenye eneo la comment section mtazamaji wangu, na kabla hatujatamatisha, nakukumbusha ujunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndiposo ukuwa kwanza kuzipata hizi habari punde tu napo zitapisha, na pia uweze kulike share na comment, ndiposa ujumbe ama hizi habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi wa zaidi. Ambavyo watazamaji, nitakuwa narejea hivi punde na mengi zaidi ya yeah, kuwafahamisha.